Okay, siku moja nilikuwa nikisikiliza nyimbo moja ya Christina Shushu alikuwa anaimba hivi: thamani ya wokovu wangu anayejua ni mwokozi wangu, gharama ya maisha yangu anayejua ni muumba, nikisema nimeokoka mbona hamnielewi, nikisema nimependwa mie mbona wanishangaa. Sasa kikweli hii nyimbo ilinipa attention sana na nikaanza uh, kutafiti kuhusu thamani. Na nilipokuwa nikitafakari Roho Mtakatifu akanipeleka all the way to kitabu cha Biblia Mathayo ishirini na tano kuanzia mstari wa kumi na nne na kuendelea. So sina haja ya kukusimulia vyote vilivyotokea kwa sababu ya muda ila nataka nikupe t Uh, hii script. Okay, sasa hii sura inamzungumzia tajiri mmoja aliyekuwa akisafiri, na akawachukua watumwa wake watatu na kuwagawia mali. Akamchukua mtumwa mmoja akampa talanta tano na mwingine akampa talanta mbili na mwingine uh, of course akampa talanta moja. Baadaye alivyorudi yule wa talanta tano alikuwa amezalisha talanta tano nyingine, na yule wa pili alikuwa amezalisha mbili nyingine, na yule aliyepata talanta moja alikuwa amefukia chini. So hii parabo Yesu anatueleza sisi ni thamani kubwa kiasi gani ambayo ameipandikiza. Oh my God, kuna kitu kikubwa sana ambacho amekiweka ndani yako. Sasa nilikuwa natafiti nini maana ya talanta. Unajua, tunasimaga tu talanta, mtu ana talent, talanta mara kucheza mpira, mara kupiga kinanda kama hivi, au kupiga gitaa, kucheza golf, you see, mambo kama lakini talanta ni neno kubwa kidogo, lina upana, sio tu talent ambayo una unaijua una, wewe sio tu kipaji, no. Sasa talanta ni neno la zamani sana lililokuwa likitumika au lenye maana ya kipimo cha dhahabu na fedha. Sasa nikisema kipimo, sio kwamba mizani no, a unit of measurement it is a unit of measurement. Nikisema unit ni sawasawa sawa na kusema kilogram au lita, you see. Kwa hiyo nikisema talanta mbili ni sawa kabisa, sijakosea na kusema kilo mbili lakini kwenye talanta ni kilo mbili za dhahabu au kilo mbili za fedha. Sasa talanta moja ni sawasawa sawa na gram za dhahabu safi elfu thelathina nne na mia mbili so elfu thelathina nne mia mbili gram za dhahabu na silva safi so, tunataka tuangalie sasa uh, hizi grams f 34200 ni sawasawa na shilingi ngapi kwa sasa hivi? Uh, ok, sasa gramu moja ya dhahabu kwetu sisi sasa hivi uh, ina cost laki uh, tatu na mia nne arobaini na nne. So tukipiga hesabu sasa uh, laki tatu na kumi mia nne arobaini na nne mara uh, gramu elfu thelathini na nne mia mbili tunapata tuna shilingi ngapi? Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god! Tunapata bilioni kumi na point fulani mbele. So kumbe talanta moja ina cost bilioni kumi na point. Sasa ile ni parabo, ile ni parabo. Jua ule ni mfano tu kwamba Yesu Kristo amekiweka, kuna kitu ameweka ndani yako ili so precious hicho kitu. Kama hautakuja kukitambua, kama hautambui thamani yake, hautakuja kufanikiwa. Sasa hebu tuangalie sasa uh, yule wa talanta tano alikuwa ana shingapi? Sasa kama talanta moja ina kosti bilioni kumi na milioni mia sita kumi na saba na laki moja na themanini na nne mia nane, kwa hiyo tukizidisha mara talanta tano, sasa tunapata bilioni hamsini na tatu um, na themanini na tano uh, milioni na laki tisa na ishirini na nne elfu. Inamaanisha kwamba Mungu ameweka vitu vikubwa ndani yetu. Na wewe unaniangalia, unapaswa kujitambua, kama usipotambua kujua thamani gani ambayo unayo hautakuja kufanikiwa. Mafanikio yanaanza pale utakapo tambua nini ambacho ninacho. Oh my god, I just hit a secret point. Okay. Sasa pointi yangu kubwa hapa napeeka kwenye kitabu cha Mithali 18:16 nasema hivi, zawadi ya mtu humpatia nafasi, humleta mbele ya watu wakuu. Ukishajua nini ambacho Mungu amekiweka ndani yako hapo ndipo mafanikio yanaanza. Kwa hiyo tambua kwamba, cha kwanza, tambua kwamba wewe ni mtu wa thamani. Mungu amekuweka wewe wa thamani sana, hata kama wanadamu wanakudhalau jua wa, wewe kwa mungu ni wa thamani. Wewe ni wa thamani sana. Alafu cha pili, hiyo thamani yako ukiisha itambua, ha my god, inakupatia nafasi zawadi ya mtu kumpatia nafasi na humleta mbele za watu wakuu. Fikiria, unatumia zawadi yako umekitishwa mbele ya marais ya wabunge, viongozi eh, wa, wa, wa, wa, wa, wakubwa. You see vitu kama hivyo, so nenda kafikiria, wewe wa thamani sana. Ubarikiwe sana.